Karibu utamu na no stori, usikilize simulizi ya kusisimua, Mpiga Rangi na Maiti ya Raisi Ndani ya Ikulu, kutoka kwa mtunzi mahiri Tanzania Jubulaiti. Msimuliaji wako ni mimi Zawadi Haji, ukipenda unaweza ukaniita Zawadi Sauti Tausta. Haki zote zimehifadhiwa. Ukiipenda simulizi hii kwa ajili ya kuiandaa kama skripti ya filamu ama tamthilia karibu kwa mawasiliano 0764070797. Karibu maana nathamini sana ushirika wako, hivyo naambatana pamoja na wewe siku ya leo. Ndiyo leo tunaanza, tunaanza simulizi hii mpya ambayo tumekuandalia, tulioisubiri kwa hamu kubwa kabisa. Simulizi hii ya mpiga rangi na maiti ya raisi ndani ya ikulu inasema, majira ya saa mbili asubuhi jua lilijitokeza kwa aibu juu ya anga ya mkoa wa Dodoma kana kwamba linaomba msamaha kwa kuangaza mahali pasipostahili. Mwangaza wake ulikuwa dhaifu ukigonga mawingu meusi yaliyokuwa yameshika anga la Dodoma kwa kung'ang'ania kama mzigo wa siri uliokaa muda mrefu usiovumilika. Dodoma ilikaa kimya, kimya kilichojaa minong'ono isiyo na sauti. katika kona ya maisha aliishi bwana Kasembe, mpiga rangi wa mtaani. Aliishi maisha ya kawaida kabisa kazi chakula cha kutosha na ndoto ndogo ndogo zisizo na madhara. Hakuwahi kuingia ofisi ya kata wala hata kuota ndoto ya kufika kwenye viunga vya ikulu. Lakini siku moja upepo wa hatma uligeuka. Akiwa bado hajakunywa hata chai ya asubuhi, alipokea kazi ya ghafla kutoka kwa mtu asiyejulikana kazi ya kupaka rangi katika ukumbi wa kumbukumbu, sehemu ya siri ndani ya ikulu ya taifa, ambayo haikuwahi kutajwa hadharani. Wale waliowahi kuiona walikaa kimya maisha yao yote. Baada ya kupata kazi hiyo, hakutaka kupoteza muda hata sekunde. Asubuhi na mapema alijikuta mlangoni mwa ikulu. Mlinzi mmoja aliyevazilia sura isiyocheka alimkabidhi sare maalum, miwani ya kazi ya rangi nyeusi kama usiku, na maagizo mazito kama mashtaka: usiulize, usiseme, usichungulie, paka rangi, ondoka. Mlinzi huyo alimwambia hayo kana kwamba alikuwa jibu la tatizo kubwa na kwa onyo kubwa asifike wala kuangalia sehemu asiyoruhusiwa. Usiulize maswali, usizungumze na yeyote, mpaka tu rangi, ukimaliza toka. Bwana Kasembe alitii, hakuwa mtu wa mabishano. Akajikuta akiingia ndani ya jengo la historia bila kufahamu kuwa anaingia ndani ya kaburi la ukweli. Alipofika ndani ya ukumbi wa kumbukumbu, kuta zilikuwa zimechoka na zimepauka zenye rangi ya kijivu, kama historia iliyoandikwa kwa damu na kusahauliwa kwa makusudi. Alianza kazi, kimya chake kilivuma kuliko sauti ya mashine, lakini kila aliyeingia mle huacha sehemu ya roho yake. Aliendelea na kazi yake kimyakimya, lakini alihisi kuwa kuna macho yanamtazama, si macho ya binadamu, bali ni macho ya CCTV kamera. Hakujali, aliendelea na kazi, lakini alipofika upande wa kushoto wa ukuta mkubwa, taa ziliwaka kwa ghafla kama radi katika anga la mawingu, kuta zikaanza kutikisika kwa mtetemo wa ajabu, kama milima iliyolaaniwa. Na kwa mara ya kwanza kabisa alihisi kitu kilichomzidi. Sauti ya ukuta ikahema. Alijikuta ameduaa. Miwani yake ya kazi haikuweza kumzuia kuona kile ambacho hakutakiwa kukiona na macho ya mwanadamu. Kilichokuwa nyuma ya ukuta huo hakutakiwa ukiona lakini aliona. Ulikuwa ni mlango wa siri, ukajifungua. Harufu ya damu ya zamani iliyochanganyika na manukato ya kuzuia kuoza ilimvaa puani miguu yake haikumtii tena, aliingia chumba cha giza bila ridhaa ya nafsi yake. Katikati ya e chumba cha giza, kiti cha kifalme cha dhahabu kiling'aa kama jua juu ya mawingu, kilikuwa katikati. Hakikuwa kitupu, juu yake kwa utulivu wa kutisha ili kama maiti ya aliyewahi kuwa rais wa taifa ambaye kwa miaka ishirini iliyopita alitangazwa kuwa alifariki kwa ugonjwa wa moyo. Lakini hapa hakuwa kaburini, hakuwa amewekwa ardhini. Alikaa kwenye kiti kama yuko hai, macho yake yapo wazi, akimtazama bwana Kasembe kwa hasira isiyozungumzika kama mlinzi wa siri ya taifa. Ndipo sauti ya ndani ikamnongoneza bwana Kasembe, ukisema utakufa, ukinyamaza utaishi gizani. Maneno haya yalikuwa kama sumu yakimchoma ndani ya nafsi yake. Akataka kupiga kelele lakini sauti ilimwacha, akataka kufumba macho lakini macho yakakataa, alitetemeka akaporomoka sakafuni na akili ikamtoroka kama moshi. Alipoamka hakuwa tena kwenye chumba hicho, alikuwa nje ya ikulu, amelazwa udini katika hospitali ya mkoa wa Dodoma, akiwa katika vazi lake la uvaroli lililotapakaa rangi ajabu, mkononi ameshika brashi ya kupakia rangi, machoni amefungwa kitambaa cheupe, ishara kuwa hawezi kuona tena lakini hakujua alitokea wapi. Gazeti la Taifa lilitangaza kuwa aliumizwa na sumu ya kemikali za rangi kazini. Serikali ikatoa msaada kwa familia yake, ikaweka pazia la uongo mbele ya macho ya jamii, lakini ndani ya roho ya Kasembe ukweli ulichoma kama moto wa Jehanamu. Kila usiku alisikia sauti ya kile kiti ikimwita. Maono ya maiti hiyo yalimjia kila alipofumba macho. Macho yake yalipopoteza mwanga Ulimi wake ukanyamazishwa kabisa, lakini ndani yake alibeba historia nzito kuliko bendera ya taifa. Hali hiyo ilimchanganya akili yake na kujikuta anapiga kelele ovyo. Alikimbizwa hospitali ya vichaa, akatambuliwa kama mtu aliyepoteza akili. Familia yake ikamtelekeza, watoto wake wakaanza kumwita mzimu watu wanaomjua wakamwona mwezi mchanga, akili zimemruka. Hakuna alijua kuwa katika uso huo wa maumivu kulikuwa na ushahidi wa kishetani uliofichwa kwa miaka. Miezi ikapita, mwaka ukasonga. Hospitali ya vichaa alitulia, wakamtoa, lakini si yule Kasembe mpaka rangi na mchoraji amekuwa tofauti, mawazo mengi na si mtu wa kuwa karibu na watu, muda mwingi alikaa peke yake. Bwana Kasembe akaishi chini ya daraja la Samora kama kivuli cha mwendawazimu. Usiku mmoja akiwa amelala, machozi ya damu yakaanza kumchuruzika, alilia kwa sauti isiyosikika kama sauti ya vilio vya mababu waliokufa kwa udhalimu, kisha akasikia tena sauti ile ile ya siku ile ya kafara ya taifa bado inatawala. Ukikaa kimya watakuua polepole pole. Ukisema utapotea kwa kishindo, lakini utaleta mwanga kabla ya mwisho. Alipoamka aliamua hutembea mtaa hadi mtaa kwa hisia na maono makubwa, yakichangiwa na kipaji chake cha uchoraji. Akachora picha za kiti cha dhahabu kwenye kuta za majiji. Watu walistaajabu baada ya kumwona anachora, maana ni mpofu wa macho. Wakajikuta wanamshangaa akichora, huku wakitaka kufahamu wake, kuchora, wa uwezo wake wa kuchora akiwa haoni Akuishia hapo alitembea kwa kujikokota kwa sababu haoni tena, akaelekea zake ikulu. Ukumbi wa kumbukumbu haukufutika kwenye kumbukumbu kumbu zake, alijua kila kona, kila miale ya nuru ya bandia iliyoficha giza la kweli. Hii ilikuwa safari ya mwisho, safari ya kumaliza kile alichoona. Aliwasili mbele ya geti la ikulu. Walinzi walimkemea kama mwenda wazimu, alitupwa chini, lakini kabla hajafukuzwa alitoa kikaratasi alichokuwa amekificha kwenye pindo la uvaroli lake alilovaa kwa miaka miwili iliyopita, karatasi ya zamani iliyojaa rangi kavu na damu na vidole vyake. Walinzi wawili wakausoma huo ujumbe kiti cha dhahabu, macho ya maiti, ukuta wa kushoto. Walinzi waliguna waliita hmm, wakubwa. Ikulu ikatetemeka kitu ndani ya ukumbi wa kumbukumbu kumbu. Kesi ya ajabu ikafunguliwa kimya kimya, serikali ikakataa kila kitu vyombo vya habari vikapata taarifa hiyo. Mitandao ya kijamii ikalipuka na hashtag mpiga rangi ikulu ikawa moto. Kila mtu alitaka kujua ni nini aliona, nani alikufa, kwa nini serikali inatetemeka mbele ya kipofu alivaa nguo za rangi. Mwanahabari mmoja jasiri aliamua kumfuata Kasembe. Alimpeleka sehemu ya faraha, akarekodi kila kitu. Simulizi ya dakika kumi ikasambaa kama moto wa nyikani kwenye majani makavu unavyowaka. Dunia ikasikika: nilimwona rais aliyekufa miaka ishirini iliyopita ameketi kwenye kiti cha dhahabu. Wananchi walishikwa na butwaa. Maandamano yakaanza, sauti za watu zikatetemesha kuta za ikulu. Kiti cha dhahabu kilianza kuvuja damu, kamera za waandishi wa habari zikarekodi moshi ukitoka kwenye ukumbi wa kumbukumbu. Serikali ikasema ni shoti ya umeme, ila kila kitu kitakuwa sawa. Lakini usiku mmoja moto ulilipuka ndani ya ikulu ukumbi wa kumbukumbu ukateketea hakuna aliyeweza kuuzima moto huo haukuwa wa kawaida ulikuwa moto wa roho zilizoteswa kasembe alikamatwa akawekwa kifungoni akawekwa kwenye chumba kisicho na dirisha alitishwa aliteswa lakini hakuweza kufuta katika akili yake alichokiona na mara zote alisema ukweli hauzimwi na maneno hayo yakasambaa kwenye kuta, kwenye mabango, kwenye midomo ya wananchi waliotamani haki. Yule mwandishi wa habari alimhoji bwana Kasembe akatekwa, kamera zake zikaharibiwa, lakini alifanikiwa kupakia video moja ya mwisho ya mahojiano ya Kasembe. Dunia iliona. Umoja wa Mataifa ukaingilia, uchunguzi ukafunguliwa, wapinzani wa serikali wakapata nguvu, taifa likaanza kugawanyika. Lakini kulikuwa na hofu kubwa. Ikiwa aliyekuwa rais alikufa kwa kafara ya kishetani, je, wale waliobaki ni kina nani? Je, tunatawaliwa na watu au roho za giza? Mji wa Dodoma ukawa kimya usiku wa manane. Asubuhi na mapema, jua lilipochomoza, watu waligundua kiti cha dhahabu kimewekwa nje ya ikulu. Hakuna aliyekijua aliyeweka. Juu yake kulikuwa na maneno ya damu yakisema "Kama hamuwezi kusema ukweli basi muishi kwenye hofu." Watu wa kwanza kukiona ni wanajeshi ambao wanaodumisha ulinzi ikulu hapo. Serikali ikaingia taaruki kubwa, walijitahidi kuficha jambo lakini hilo ikawa ngumu. Waandishi wa habari walizinyaka taarifa hizo, hivyo walizirusha katika vyombo vya habari mbalimbali mbali. Kila mwananchi alizipata taarifa hizo. Watu wa chama pinzani wakatumia udhaifu huo, wakawachochea wananchi waseme kinachoendelea, lasivyo wajizuru. Watu waliomtesa Kasembe wakakimbia, baadhi yao walipatikana wakiwa wamekufa kwa njia ya kutatanisha. Taifa likakumbwa na kipindi cha giza, lakini pia cha kutafakari. Kasembe alikuwa kimya, lakini sauti yake ilizunguka nchi nzima. Miaka mitano baadaye, kijana mdogo aliandika riwaya ya maisha ya Kasembe. Kitabu kikauzwa nchi nzima na nje ya mipaka ya Tanzania kwa jina Kiti cha Dhahabu, maisha ya kipofu aliyoona sana. Kasembe alikuwa bado hai akiishi kwenye nyumba ya kulea wazee, macho bado hayapo, sauti haipo, lakini kwa kila mtoto aliyemtembelea alilia bila kujua kwa nini, walihisi uzito wa roho kubwa ndani ya mwili wake dhaifu. Kila aliposhika mkono wa mtu, mtu huyu aliota ndoto ya ukumbi wa kumbukumbu kumbu. Na sasa, mimi ninayesimulia haya, si mwandishi wa kawaida. Mimi ni mtoto wa Kasimbe. Sauti ya baba yangu haikufa, iko ndani yangu, na kila neno ninalotamka ni kama mshale unaolenga moyo wa giza. Simulizi hii si hadithi tu, ni ukombozi kutoka katika giza ni kuteketeza nguvu za giza. Ndipo nilipoapa nikisema, nimesema na nisiposema nitakufa kwa mzigo wa siri isiyoandikwa. Simulizi hii haijaandikwa kwa wino, bali kwa damu ya watu walioteswa kwa ajili ya madaraka, kwa machozi ya watu waliouawa kwa kimya kimya, walioteswa kwa ajili ya madaraka. Mpiga rangi yule sasa ni kimvuli kinachotembea, lakini ndani yake kuna ukweli wenye moto. Serikali ikajaribu kumficha, lakini haikuweza kufua kumbukumbu kumbu ya kile alichokiona. Leo hii ukiingia ukumbi wa kumbukumbu ndani kumbu ya Ikulu utaona kiti cha dhahabu kikiwa kimya, lakini usiku kiti hicho huhema na kinalia, kila usiku kikipumua kwa hudhuni ya mwanadamu aliyefanywa sanamu la kafara. Utaambiwa historia ya rais aliyefariki kwa magonjwa ya moyo, lakini historia imeandikwa juu ya mgongo wa mpiga rangi aliyetelekezwa macho na ulimi, na sasa mimi, unaisikia sauti yangu si kwa ujasiri bali kwa mzigo wa ukweli, na uliza hii ndiyo maisha bora kwa kila Mtanzania au kazi iendelee? Na kama wanataka kuniua kwa kusema haya, nafsi yangu iko tayari kufa, lakini historia haitakufa na mpiga rangi yule atabaki kuwa shujaa asiye na macho wala sauti lakini mwenye ukweli usiofutika. Simulizi ya huzuni, kisasi na roho zilizofungwa ndani ya kuta za utawala, ni kisa cha taifa kilichofunikwa kwa vumbi la uongo na giza la imani za kishetani. Je, utasikiliza kilio cha mpiga rangi au utaendelea kutazama rangi ya ukuta bila kuuliza? Yaliyomo ndani ya chumba. Ni simulizi ya kusisimua, mpiga rangi na maiti ya raisi ndani ya ikulu, kutoka kwa mtunzi wako mahiri kabisa Tanzania Jublight, na msimuliaji wako ni mimi Zawadi Haji Kipendo Zawadi, sauti ya Tausta. Kwa simulizi na hadithi za kusisimua, sehemu ni moja tu, hapa hapa Utamu na Stori. Hakikisha umefolo akaunti yetu ya TikTok Utamu na Stori kwa simulizi za kusisimua na usisahau kulike kushare kisha toa maoni yako kwa mwendelezo wa simulizi zote. Na simulizi nyingine utazipata katika youtube yetu ya pendwa ya Yadams Media, hivyo usisahau kusubscribe, kulike, bonyeza alama ya kengele, kisha utoe maoni yako.